Kitungo kigoda kidago makata mataka zote zipo walimwengu, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya baraza, msomi na mwandishi Sheikh Issa Othman na katibu wa taasisi hapaliyekuanika mimi kwangu jambo hili ni surprise Sheikh Isa mwenzangu sana, lakini sikujua kabisa kama anafanya jambo hili, ndio nilijua juzi. Na si vyema unapotaka kufanya jambo, kila mtu wajue, watu wengine wanatakiwa wajue awali, wafatiha na ushauri, watu wengine wajue jambo linaendelea kwa pongezi na mawazo, wengine wajue kishatimia, ima kwa pongezi, ima kwa ushabiki. Watu wengine wanatosha kwenye ushabiki tu, kuna watu fanyini, ukisha shinda hawa wanakuja kushangilia. Ndiyo maneno ya Shehe Beja na ndiyo maneno ya Qurani, ili na saa yakum ya lashaka usitulazimishe sote kuvaa suti. Kwengine ukivaa suti itakuwa kama nipachibahointi. Mimi kwenye hili sina la kusema, ninampongeza tu kwa kaka yangu Sheikh Issa, na hasa Kisomo ni bwana aliyekwenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anataka apate msingi tu kwenye maisha yake ndani ya dini yake, akiushika msingi ule utamsaidia kufanikiwa. Mtume alimwambia maneno mawili yenye uzito wa maneno milioni mbili, alimwambia kul amantu billahi thumma staqim ni msingi wa safari ya mtu kwenye maisha yake ya dini. Unapoamini ndani ya moyo, kama hakuna dharura ya kuficha, tangaza kwamba wee mui, jambo la kwanza, na jambo la pili hu mastake. Tukaelewa vibaya baadhi ya watu, ukasema kuwa na msimamo matokeo yake vurugu zitaingia, kwa sababu ya neno tu mustaqim. Kumbe uhalisia wa tu mustaqim, kisha jitoe kisawasawa sawa, kwa ajili ya kuionesha imani yako. Sasa Sheikh Issa amekuwa muda mrefu yenye moja katika kujitoa kwake ni kuandika alichokisoma na kukifahamu kiwafai waliokuwepo wakati yaliyoko lakini kiendelee kubaki kwa watakaokuja ilnasara ya kuda shakta. Mimi nakupongeza sana Sheikh Isa, na ikikupendeza hata ukilala kitandani endeleza hili, ufe kwenye jambo ambalo Mtume kaniusia, tumastakim. Tunawaona wenzetu wana msimamo, washafika miaka sabini bado wanaongoza kamari, ili nikuonesha na msimamo kwenye jambo lake. Atakapoacha mwingine na miaka 80 90, bado wanaongoza mpira, ili kuonesha msimamo wake. Na wewe onesha msimamo wako kwenye dini, tufe kwenye dini. Mwalimu wetu, bahati nzuri tunakutana mahala katika silisili za kusoma, mimi na bwana mkubwa huyu Sheikh Muharram Juma Yusuf avushi kidoga. Siku moja naikumbuka, ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na sita, kuna kitabu fulani aliniambia hivi, lazima usome. Akaniambia rekebisha like, hapa barazani huwe unakuja usoma usiku kuanzia saa mbili na nusu tulikwenda siku moja, akaniambia mnaniona mimi na umwa umwa, lakini bado tu mnataka kusoma amuoni nataka